Bari, mambo vipi? Natumaini kwa mzima na waengelea vizuri na majukumu yako ya kila siku. Naitwa Dr. Constancia aka Dr. Connie, ni daktari bingwa wa masikio, koo na pua. Leo niko hapa kukukumbusha kwamba kukoroma ni moja ya matatizo ama ni moja ya changamoto ambayo inaweza ikapunguza sana efficiency ya kazi au inaweza ikaleta shida za kiafya nyinginezo including magonjwa ya moyo, magonjwa ya mapafu, ya tension katika mapafu. Sasa nimeelezea kiundani sababu za kukoroma. Ziko sababu ambazo zinahitaji medical attention, yaani tunasema zinahitaji kupata matibabu, na ziko sababu ambazo hazihitaji matibabu yoyote, ni sababu za kawaida tu. Na ukumbuke kwamba kukoroma ni tatizo ambalo linasumbua watoto mpaka watu wazima inategemea ni nini kinasababisha mtu akakoroma. Sasa nenda YouTube, username Doctor Connie, ambako nimeelezea sababu za kukoroma. Lakini pia wale ambao wana shida za koo, ambao walikuwa wanajiuliza juu ya kipimo cha koo, pia nimetoa video inayoonyesha jinsi gani tunafanya kipimo cha koo. Jamani, hichi sio kipimo cha kumeza mpira. Hebu nenda uangalie, na kama una dalili ya kwamba kuna shida kwenye koo, basi utaona jinsi gani tunafanya na unaweza ukanitafuta tukafanya hichi kipimo. Bila kusahau au tafiki kusubiri uwe na shida ndio ufanye kipimo, kuna checkups zinaendelea katika kliniki zangu za ENT. Karibu kwa ajili ya checkup ya koo. Asante kwa kunisikiliza, uwe na wakati mwema.